Karibu Mshani Wellness. Kwenye somo hili tujifunze uh, faida za tangawizi kwa mama mjamzito. Moja kati ya vitu ambavyo mjamzito anapaswa kuvitumia katika kipindi chake chote cha ujauzito ni tangawizi. Sasa, kwenye somo hili nitakuelekeza ni kwa nini mama mjamzito anatakiwa kutumia tangawizi, lakini pia nitakuelekeza ni kwa namna gani unatakiwa kuandaa ama ni kiwango gani cha tangawizi kinachotakiwa kwa mama mjamzito katika vipindi mbalimbali vya mbali ujauzito wake, kuanzia siku anapata ujauzito mpaka siku ya kujifungua. Karibu sana, tukianza na faida. Faida ya kwanza ya tangawizi ni mtiririko, mtiririko wa damu. Moja kati ya faida kubwa ya tangawizi inasaidia kutengenezwa kwa kitu kinaitwa nitric oxide. Hizi kemikali zikifika kwenye mishipa ya damu, zinasaidia mishipa ya damu kutanuka na kusinyaki urahisi. Hii hali itasaidia flow ya damu kuwa ni ya kiwango kikubwa sana, na mama mjamzito anatakiwa kufikiwa na damu kwa kiwango kikubwa sana ili eneo linaitwa placenta. Placenta ni kiunganishi cha mama na mtoto. Mtoto anapata mahitaji yake yote kupitia placenta na kitu pekee ambacho kinatumika kama, safu, a, kama kisafirishaji cha mahitaji ya mtoto kutoka kwa mama ni damu. Kwa hiyo damu inapaswa kufika katika placenta kwa kiwango kikubwa sana ili kuhakikisha kwamba hewa na vyakula vinafika kwa kiwango ambacho kinatakiwa kwa ajili ya ustawi bora wa mtoto. Kwa hivyo, matumizi ya tangawizi yanasaidia mtiririko wa damu, yatasaidia placenta kufikiwa na damu nyingi. Kwa hivyo, yatapelekea mtoto kupata hewa na virutubisho vinginevyo pamoja na kinga za mwili kutoka kwa mama. Kwa hivyo, itasaidia ukuaji imara wa mtoto. Faida ya pili pengine hii ndiyo inatambulika sana ni kichefuchefu na kutapika. Kichefuchefu na kutapika, na kichefuchefu na kutapika, uh, kichefuchefu kwa mama mjamzito ni kitu cha kawaida sana, kinasababishwa na mabadiliko ya homoni, especially kuna hii homoni inaitwa HCG, hii ndio homoni ambayo huwa ina tamburika kwenye vipimo vya mimba. Kwa hivyo hii homoni huwa inapelekea mama kutapika na kupata kichefuchefu mara kwa mara, na kuna baadhi ya wanawake wanaweza wakapata tatizo inaitwa hyperemesis gravidarum. Ni tatizo la kutapika kupita kawaida. Kuna ile kutapika na kichefuchefu cha kawaida kwa mama mjamzito, lakini kuna ile too much. Yani wewe kila muda kila dakika unakuwa unatapika kupita kawaida. Unaweza kupata Hii changamoto inaitwa HG, ama hyperemesis gravidarum Ni changamoto ambayo inaweza ikakusababishia hata mimba kuharibika matumizi ya, ya tangawizi kwa mama mjamzito yanakukinga na hii changamoto ya kichefuchefu na kutapika kwa sababu tangawizi inaenda kuactivate kitu kinaitwa 5HT3 hii ni serotonin receptor ambayo inahusika moja kwa moja na wewe kupata hiyo hali ya kutapika pamoja na kichefuchefu. Na matumizi ya tangawizi kabla ya kichefuchefu au kutapika yana ufanisi zaidi. Usitumie tangawizi wakati tayari ushaanza kutapika ama tayari kichefuchefu kimesha kukamata. Njia nzuri na bora ya kutumia kichefuchefu ya kutumia tangawizi kwa mama mjamzito ni kutumia kabla ya kupata hizi dalili. Kwa hiyo iwe ni daily routine, kila siku unakuwa unatumia tangawizi asubuhi, ama jioni, ama mchana, ama unaweza ukawa unatumia maji ambayo yana tangawizi ndani yake mara kwa mara, inaweza ikakusaidia sana. Faida ya tatu ni kumkinga mtoto na sumu. A, tangawizi ni kiondoa sumu kizuri sana ni antioxidant. Antioxidant ni zile, ni zile kemikali ambazo zinaweza kuondoa kemikali ambazo ni hatari katika mwili wako. Sasa tangawizi imejaa kemikali ambazo ni antioxidants zikaondoa sumu sumu mbalimbali ikiwemo aldehyde. Lakini pia tuna free radicals ambazo zinatengenezwa katika operation za kawaida za kila siku za mwili. Hizi zinaweza zikapenya kwenye placenta na zikaenda kuharibu DNA ya mtoto, na tukapata mtoto akazaliwa na matatizo ya DNA matatizo ya DNA, matatizo ambayo yanatokana na uharibifu wa vinasaba, ni matatizo ambayo kimsingi mengi hayana tiba, ambayo yanampa mtoto ukirema wa maisha. Lakini unaweza ukazuia hii hatari kwa kutumia tangawizi mara kwa mara kwa mama mjamzito, kwa sababu itasaidia kuondoa sumu kwenye mwili wako, na kama sumu katika mwili wako zitaondolewa, maana yake hazitoweza kumfikia pia mtoto. Kwa hiyo utakuwa umemkinga mtoto dhidi ya changamoto zote zinazotokana na sumu katika mwili wako, na kama zitaweza kupenya na kufika kwa mtoto. Faida ya nne inapunguza msongo wa mawazo depression. Uh, wanawake wenye mimba ama wajawazito, moja kati ya changamoto zinazowasonga sana ni depression. Depression inatokana na mabadiliko ya hormoni, hasa kile kipindi cha kuelekea kujifungua. Kwa hivyo matumizi ya tangawizi kuanzia mwezi wa sita wa ujauzito mpaka mwezi wa tisa ni muhimu sana kwa mama mjamzito mzito ili kumkinga na kitu kinaitwa postpartum depression. Kwa hivyo kama uko katika uh, second trimester mpaka ile third trimester, kwa maana kuanzia mwezi wa nne mpaka wa tisa matumizi ya ya tangawizi yana kukinga na depression. Moja kati ya tatizo ambayo linawasunga wanawake wengi, depression. Uh, ina, ina, ina... Kwa nini tangawizi inaondoa depression? Kwa sababu ina hizi kemikali za jinjero na hii shogaols, hizi zinafika kwenye ubongo zinasababisha ama zinapunguza wa aina yoyote katika haya maeneo ya, ya uh, ubongo kwao, zinasaidia ubongo kufanya kazi katika ufanisi na kukinga na hii changamoto ya depression. Kwa hiyo mama mjamzito uh, tangawizi ni muhimu sana kwa sababu depression ni moja kati ya matatizo ya kawaida sana kwenu. Faida ya tano, inaimarisha mfumo wa chakula. Mfumo wa chakula A, moja kati ya changamoto nyingine kubwa kwa mama wajawazito ni choo ngumu ama kukosa choo, lakini pia gesi na kujamba. Basi tangawizi ni moja kati ya vitu ambavyo unaweza ukavitumia na vikakusaidia sana. Tangawizi inasaidia bile flow, inasaidia mtiririko wa nyongo nyongo, nyongo kuflo na kuingia kwenye mfumo wa chakula kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo inasaidia sana katika kulainisha ile choo na kukuondolea hii changamoto ya gesi na kujamba. Kwa hivyo matumizi ya tangawizi kwa mama mjamzito ni muhimu sana kwa sababu uh, matatizo ya kukosa cho, cho kigumu pamoja na tatizo ya gesi na kujamba ni ya kawaida sana kwa mama mjamzito. Tumia tangawizi kama uh, first option, kama option option namba moja kabla ya kuanza kutumia dawa yoyote kwa sababu tangawizi ndio salama zaidi ukilinganisha na dawa nyinginezo. Faida ya sita: inakukinga na kisukari, kisukari cha mimba. Moja kati ya changamoto ambazo ni za kawaida sana kwa wanawake ni kisukari cha mimba. Kuna kile kisukari ambacho huwa kinakuja kipindi cha ujauzito na kwa sehemu kubwa kwa wale wanawake ambao walikuwa na uzito mkubwa kabla ya kupata ujauzito, wako kwenye hatari kubwa zaidi ya kupata kisukari cha mimba. Lakini tangawizi inasaidia kuimarisha insulin activities, uwezo wa insulin kufanya kazi. Kwa hivyo, insulin inapokuwa na uwezo mkubwa wa kufanya kazi, inapunguza kiwango ama glucose katika damu yako. Kwa hivyo kama hii glucose inakuwa regulated, inadhibitiwa vizuri, maanake huwezi kupata kisukari, inakuwa ni no. So matumizi ya tangawizi ya mara kwa mara yanasaidia kuimarisha insulin uh, kuimarika kwa insulin ndivyo kutaimarika udhibiti wa sukari katika mwili wako, kwa hivyo inakukinga na hizi changamoto za sukari cha mimba, hasa kama ulikuwa na uzito mkubwa kabla ya kupata ujauzito, matumizi ya tangawizi ni ya lazima sana kwako. Faida ya saba ni high blood pressure na kifafa, kifafa cha mimba. Haya matatizo yanasababishwa na mtiririko wa damu, mtiririko wa damu Uh, tangawizi ni tunaita ni blood thinner, kwa lugha rahisi tunasema inalainisha damu. Nikilainisha damu kinafanya kazi sawa kabisa na Aspirin Junior ama clopidogrel ama Warfarin. Uh, kwa hivyo matumizi ya tangawizi yatasaidia damu yako kulainika, kwa maana ya kama kuna uh, mafuta mwilini mwako tangawizi itasaidia yale mafuta kuyeyuka ama any type of clot katika uh, mzunguko wako wa damu itadhibitiwa vizuri na matumizi ya tangawizi, kwa, kwa sababu tangawizi ni blood thinning, maana yake itarahisisha uh, flow flow ya damu na flow ya damu ikishakuwa kubwa ama ikisha imarika, maana yake hizi changamoto za high blood pressure ama hii kifafa cha mimba zinakuwa haziwezekani, kwa sababu ili hizi zitokee, maanake inabidi damu ipate changamoto ya kupita kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. As long as unatumia blood thinners uh, kwa maana ya tangawizi, basi hii changamoto inakuwa ni risk free kwa upande wako. La zingatia kama ulikuwa na changamoto ya uzito mkubwa, basi unaweza ukao kwenye uh, riski kubwa sana ya kupata hizi changamoto za high blood pressure na kifafa cha mimba. Kwa hivyo, hakikisha unaongeza tangawizi katika matumizi yako ya kila siku. Uzuri wa tangawizi ni kwamba ni dawa ya asili ambayo imefanyiwa utafiti wa kutosha juu ya usalama wake kwa mama mjamzito. Cha msingi, usizidishe dozi. Kitu kingine pia, uh, hakikisha unatumia dozi ambayo ni kama itakavyoelekezwa kwa sababu, kulingana na hii uh, efekti yake ya blood thinning, tangawizi inaweza ikakuletea madhara makubwa sana hasa unapoelekea kujifungua. Tutaangalia ni kwa namna gani unaweza ukaiandaa hii tangawizi. Na faida ya nane ni kuimarisha kinga ya mtoto. Tangawizi katika mwili wako inasaidia kuzalishwa kwa vitu vinaitwa immunoglobulin A na immunoglobulin G. Hizi ni kemikali ambazo zinaakti kama kinga, ni kinga za mwili na zinaweza zikapenya kwenye placenta. Matumizi ya tangawizi yatalazimisha hizi kemikali kuzalishwa, kwa hivyo zitasafiri na kufika kwa mtoto kupitia placenta kwa hivyo, unapotumia tangawizi unaongeza kinga za mwili ambazo indirect zitapita na zitaenda pia kwa mtoto. Kwa hiyo utamwongezea mtoto wako kinga, lakini pia wewe kama wewe utaongeza ulinzi binafsi wa mwili wako, na na hata kama kunakuwa na changamoto nyinginezo za kiafya, unawe unakuwa katika ile riski ndogo sana aa, ya hizo changamoto kukusababishia Uh, changamoto nyinginezo wakati wa kujifungua, lakini pia uh, hii tangawizi inaimarisha awa micro bio wa mwili, wale bakteria wa faida katika mwili wako. Hii kitu ni muhimu sana, hasa kwenye gut, kwenye mfumo wa chakula na kwenye vagina, kwenye uke. Kwa hivyo wakati wa kujifungua hasa, hasa kwenye uke kunapaswa kuwa na ile standard, optimal Microbiome. Hawa vimelea wa faida katika mwili wako wanapaswa kuwa katika kiwango ambacho ni standard. Kama wakizidi aa, na ukajifungua kwa njia ya kawaida kuna uwezekano mkubwa sana hawa vimelea wakapita na kuingia kwa mtoto na ikawa changamoto katika makozi yake. Kwa hivyo, kuwa makini, hakikisha unatumia tangawizi kama mama mjamzito. Tangawizi ni chaguo lako nambari moja hasa katika kupambana matatizo ya kichefuchefu na kutapika. Hii ndio chaguo nambari moja kwa mama mjamzito. Usitumie dawa za kisasa kwa hili changamoto, bari tumia tangawizi na unaweza ukaongeza labda na manjano kama utaweza kuhendo ile harufu yake. Sasa tuangalie ni na namna gani unaweza ukaandaa na dozi sahihi kwa mama mjamzito. Tangawizi ni very powerful, ni moja kati ya mitishamba ambayo ina nguvu sana na iko very concentrated kwenye kiwango kidogo tu. Kama utapata fresh ginger, fresh alafu kuna ile iliyo kauka dry. Kwa ile freshi, unatakiwa kutumia kijiko kimoja hadi viwili vya tangawizi iliyo iliyopondwa ile mbichi lakini kama utapata tangawizi kavu, ule unga wa tangawizi kavu, basi hakikisha unatumia nusu kijiko. Usitumie zaidi ya nusu kijiko kwa ile tangawizi kavu, kwa sababu inakuwa na high concentration ya hizi kemikali ukilinganisha na hii. Lakini pia hii ina kitu kinaitwa shogols ambao ni very potent, ina nguvu maradufu kuliko jinjero ambayo inapatikana katika ile fresh ginger. Kwa hivyo hayo ndio maandalizi yake na unaweza ukaiandaa kwa kuchemsha kama chai, joto haliharibu hizi kemikali. Kwa hivyo unaweza ukachemsha kama chai ama unaweza ukatumia kunywa kawaida kwenye maji yako ambao unatumia kunywa ama ukatafuna itangawizi. Ni wewe tu utakavyoweza kumudu, lakini nadhani njia nzuri na bora zaidi ni kutumia katika chai. Na unapotumia katika chai basi usitumie majani ya chai, unaweza ukatumia Uh, tangawizi ukatumia labda na asali, uh, ukatumia labda na karafuu pamoja na mdalasini katika viwango ambavyo ni optimo ili kuhakikisha kwamba mimba yako inaendelea kuwa na usalama, lakini pia unanufaika na hizi mitishamba miti. Umeenjoy au utakuwa umeenjoy sopo. Wakati mwingine, bye bye.